Uwanja wa vita wa Katogota umesikia Luvungi e, Lubarika katika milima mirefu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mprovinsi ya Sidikivu, na ndiyo ilituma tunakusanyika leo hapa, sababu adui anatumia mbinu nyingi kwa kuchanganisha raia wetu ili waanze kukimbia maskani yao na wasiweze kuendeleza makazi yao na kuanza kupropagema ma image ma, ma na ma, ma message kama alishateka eh, muji wa Luberizi Luberizi. Watazamaji wa Atlas Media TV, najua amani ya Mwenyezi Mungu iko popote pale mlipo basi. Tuko Uvira na leo dimanche, tuko Uvira na tunawaletea emission mbili zitawarasire population Uvira kama M23 haitaweza kukamata Uvira, haitaweza kukamata Luvungi. M23 haitaweza kukamata antite yote ya Kongo, kwa sababu presidenti wetu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesha saini na kumaliza vita na aliapruve kwa guverneri wetu Jean-Jacques Purusi wa kuweza kutembelea wakaji wa Uvira na kuaonyesha kama Uvira iko kwenye amani, na leo alishinda iko nazunguruka kuanzia Kalundu mpaka Kurompwe, iko natembea Lwamugulu kwa kuonyesha amani iko Uvira kuna hata kitu kidogo e kinasumbua Uvira. Ni kuambia tu wakaaji wenye walikimbia walitoka Luvungi warudie Luvungi kwa sababu Luvungi iko kontrole na FRDC, iko kontrole na wazalendo na iko pia kontrole na force ya Burundi. Ni kusema kama nchi yetu ya Kongo inafanya kazi kama kawaida.

na plen de la Ruzizi iko msecurité, basi utafata aussi uh, na maneno ya ya porte parole wa bazalendo ya axe ya est ya RDC anasema kama Uvira na naitombera jamais na hivi, anawapatia ultimatum ya 48 heures ke M23 iweze kutoka Bukavu, sino watawachoma wata wa basi vatana. Atlas Media TV, muko nami protetembo, kwa kuwakuletea habari ya siku ya leo dimanche ya mwezi wa kumi na mbili eh, leo tumekusanyika na nyinyi hapa eh, ili tuweze kuzungumuza kufuatana na vita ambavyo viko vinapiganwa katika uwanja wa vita wa Katogota, umesikia Luvungi, eh, Lubarika katika milima mirefu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa mprovensi ya Sidikivu. Na ndiyo ilituma tunakusanyika leo hapa sababu adui anatumia mbinu nyingi kwa kuchanganisha raia wetu ili waanze kukimbia maskani yao na wasiweze kuendeleza makazi yao na kuanza kupropage ma, ma, ma, ma, ma image na ma, ma message kama alishateka eh, muji wa Luberizi alishateka sijui Luvungi anateka sijui wapi na japo hiyo hizo habari zote ni za uongo. Sasa leo niko mbele yenu kwa kuambia raia wetu wa Uvira kwa kumwambia raia wa Kongomani wote na dunia nzima kwamba Luvungi, Katogota e, Lubarika e, sijui milima mirefu ukienda mpaka unafika tunakata leo liaison ya Ngomo na tuko na parti side yote ya Kamanyola iko sous kontrole ya Wazalendo na jeshi la taifa FARDC. E, unajua vita vimekwisha kudumu muda mrefu na Tangu tulianza kupigana tuna siku ine sasa, tunashikilia kipande cha Kamanyola na vitongoji vyake, na vita ambayo inaendelea katika vilima vile, Rwanda na watu wake wa Afsem Ventura wako wanaingiza ndani ya raia wetu ile e, psikoz ya maimaj ya mavideo zenyewe, walikamata kwanza hapa nyuma, kuna video walishika kutokea mto Ulindi tangu mwezi wa tatu na leo wanaileta kwamba wako wanavuka mto wa Waluvubu, lakini ile video ni ya mto wa Ulindi na wale watu walikufia katika operation kule Mwenga hawakuweza kurudia. Mliona wazalendo walipanda kule na, waliwamaliza na kuambia kwamba leo kuna picha zinazagaa zinasema kwamba e, hapa tunafika Luberizi na Luberizi saizi ni jeshi la taifa, ni Wakongomani wako wanafanya shughuli zao na kila kitu. Unajua, adui amenunua watoto wa Sud Kivu akawapatia uh, silaha bomu, ili waende wako wanasambaza katika miji yetu ambayo inakuwa na watu wengi. Walianzia Luvungi, walidestabilize Luvungi wakipiga mabomu pale, na watu walizani kwamba ni drone ambayo ilikuwa inaangusha mabomu tandike, ni vajen benyewe balikuwa wanaangusha ba zile bomu. Walienda waliua watu hapa e, Bwegera waliua batu hapa e, e, Mutarule walipiga bomu Luberizi, walipiga bomu Sange. Sange jana mlisikia bomu zimeripushwa, zime na zimeumiza mzee mmoja na leo walikuwa walisha tega ingine bomu Sange, sababu watu wanajikonsentre wengi wa Sange, wanatega ingine bomu Sange kwa kanisa la Methodist ili waweze kuripua watu, lakini kufuatana na vijana wajenero kamama mbigiro ambao wanakuwa Sangi waliweza kushikilia wale watu na wako leo mikononi mwetu. Mliona mambo yamepitikana katika e, Ndolera. Mliona gisi watu wenyewe wanaua watu wao, kuona kwamba wako wanafanyia adui kampeni na kumuingiza, na wako wanaenda wanarusha bomu katika watu. Sasa wakati tumeelewa ile kwamba kuna watu waliuziwa sasa kama gisi alikuwa adua nakuja katika mwezi wa pili, akija akilipa wanajeshi wamoja wapige masasi ovyo ovyo na kutangaza kwamba ameshika e, mji na ndivyo tena alikuwa nakuja analipa watoto wa mgini wapropae ile mabomu na kuonesha kwamba ameshikilia miji, sababu hajakuwa hata nafasi yoyote. Jeshi la taifa wazalendo na aliye zao wanaendelea kukontrole vijiji kama gisi nilivyowatajia. Msemaji wa wazalendo mashariki mwa Kongo anasema kwamba mpaka sasa Luvungi na maeneo mengine ya Katogota na kwa sahihi wazalendo wa Kongo. Je, hiyo taarifa sahihi au si kwa namna gani wakati kuna kati ya wale majimadari wa wazalendo ambao wamekuwa maoni tangu jana kwamba jeshi la Burundi na jeshi la Pate ni limetoka kwenye shamba la vita kati ya wazalendo wenyewe. Unasemaje kuhusu hilo? Ndio kujibu kiongozi Nitaanzia kwanza kwa swali lako wewe, unasema jeshi la taifa limefanya ujumbe tangu hii vita ianze. Eh, msemaji wa jeshi la taifa Sylvain Kenge hajawahi kusema kwenye mik ajili ya hii vita. Hii vita iko inatangaziwa na msemaji wa sekter operationel sokolade na yuko, na, yuko wazi anakonfirme kwa raia kwamba wanaendelea kukontrole Luvungi, Lubarika, Katogota na vilima virefu. Na mimi nakutaarifu, nawambia raia wetu kwamba hawa wajemadari ambao walipiblie hizo mamesaji sio wajemadari wa zalendo. Na mzalendo yote hawezi katoa message kama na ile. Sababu mtajua kwamba kuna wale niliwambia katika wazalendo kuna wale ambao walinunuliwa na Afsem 23 na wako wanaenda wanapropagate hii message. Afsem 23 iko na mbinu nyingi sana ambazo iko naenda na itilize, na kwa ile wanaonesha kwamba e, wazalendo wanaendelea ku, e, kukimbia na, na jeshi la taifa lina, lina kimbia ngome. Hiyo ni reseaux sociaux wanaitilize mamesaje zao za uongo kwa kuonesha kwamba wanaendelea kuteka miji. Hiyo ni uongo, sababu tajua kampeni wanayo ni kudestabilize populasyo. Ni kuiweka msikozi, yani kuweka katika ugonjwa wa oga waweze kukimbia kama jisi walivyoingia Bukavu siku tano kabla ya jeshi kutoka Bukavu. Nawambia na nyinyi hapa mjue kwamba vilima vyote vya Bukavu kwa sasa sisi wazalendo tunavizunguka na jeshi la taifa nao tunawachia message. tunawapa saa makumi ine na mbili nao watoke katika mji wa Bukavu kama gisi waliwaachia mji, nao waache mji wa Bukavu sababu tuingie wazi bila risasi gisi tuliwacha, nao wauache. Kama hawawachi wataonea kiamte makuni pale. Niliwaambia hapa kwamba tunakata liaison ya Bukavu na, na Kamanyola na imekatika kabisa. Mtu wa Nyangezi hawezi kufika Kamanyola. Na mtu wa Kamanyola hawezi kwenda Nyangezi. Hapo tumekata kabisa. Na wao leo ambao wanaweza kupatikana pa Kamanyola wana njia moja tu, ni kupita Rwanda. Bref, ni kuambia kwamba sisi tunatoa taarifa kwa watu wa Uvira, watu wa Congo nzima. Kuko libre circulation leo kati ya Luvungi na Uvira, kuko libre circulation leo kati ya Katogota na Uvira. Na leo mida ya saa saba eh, kamanda wa sekta ya operation ya kijeshi Sokola de alikuwa na meeting pa Luvungi kuambia watu kwamba waendelee kukaa katika mji na wale waliokimbia, mimi nawaita waanze kurejea manyumbani. Unajua kwamba tunakuwa katika nafasi e, mwezi wa, wa kilimo na katika kilimo hiki inabidi watu waendeleze kulima ili tupate mahindi tusije tukapigwa na njaa. Eh, utajua kwamba kinachopitikana katika uwanja wa mapambano kunako ria risasi Kamanyola, bomu haiwezi kakosa bomu, zinalipuka Kamanyola, siyo Luvungi, na mapambano yanaendelea katika Kamanyola ngomo, siyo Luvungi. Luvungi iko kimya, eh, Katogota iko kimya, lubarika kimya, na ukipanda katika vilima hata busingani kimya. Ile ni maeneo ambayo sisi tunashikilia na zile mapropaganda ambazo wako wanafanya wakuonesha wanavuka mto e, Ulindi kisha wanasema ni luvubu, ni uongo. Sisi tuna stabilize mingini yetu, na wale watu ambao walikuwa wanatega mabomu na kurasire, na nina warasire raia wetu wote kwamba tuko tunaenda tunawashika wote, na strategia yao yote tulishaigundua, na raia wetu wawe macho, wawaone wawashike na waue, sababu hatuna hatuna jela la kufunga watu kwa sasa sababu leo watu ambao wanakufa katika uwanja wa vita ni wengi, wanawake na watoto, na kwa idadi ambayo waliua kupitia yale mabomu, hatuwezi kuendelea kuwaacha. Hapana, inabidi kufuata juu na kumpiga, kumrejesha mahali. Kwa ujumbe, watu wa Uvira, unajua Uvira ni nafasi ambayo nitegemeo sasa kwa Kongo nzima, na naita watu wa Uvira, naita watu wa Sange, naita watu wa Luberizi, watu wa Luvungi, Uvira nzima en general na Kongo nzima, kila mtu aendeleshe kazi yake, mchuruzi achuruze, mlimaji alime, kila mtu afanye kila anachokijua kwa kutafuta maisha ya kesho. Wanajeshi wa taifa, watoto wenu wa volontari wazalendo ambao wameshika silaha kwa kuwachunga wanaendelea kukontrole situation yoyote, na kwa kila kile kitakachopitika, watawaeleza kama walishindwa au ma wameweza. Lakini kwa sasa hiyo nafasi zote za uwanja wa vita ni watoto wenu na wanajeshi wa taifa ndio wanaendelea kukontrole. Na Uvira, watu waendeleshe makazi yao, na watu ambao walikimbia Luvungi, Katogota, Lubarika waweze kurejea makwao. Asante sana Atlas Media TV Avu.